Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like, comment na kusubscribe ili msipitiwe na video zinazofuatia. Leo tunapamba keki ya ngazi. Hapo nimetumia keki mbili mbili mbili. kuna nchi saba na nchi tano. nchi saba ziko mbili na nchi tano ziko mbili kama hivyo. Nilichukua keki yangu ya kwanza, hiyo ni nchi saba, nikaikata katikati. Alafu nikaja nikakata na nyingine na hizo nchi tano tano tano, na zenyewe nikuja nikazikata katikati, nusunusu Nishaandaa buttercream yangu vizuri na base zangu ambazo nitatumia kwenye kupamba keki yangu. Hapo nina glucose, nina dowel. Kama hauna separator zile ndogondogo ndogo, zile za kunua, unaweza kuchukua box lako safi ukalikata vizuri ukatumia kama separator kwenye kuweka chini ya keki ambayo utaibabanisha juu ya keki yako. Pia jitahidi uwe na dowel kwa ajili ya kuunganisha keki maana hii ni ya, ya, ya, ya buttercream kwa hiyo kijiti katikati cha kuunganishia ni muhimu na ni lazima, tofauti na, na, na keki ya fondant yenyewe. Hiyo bomba katikati ya kuunganisha chini na juu sio lazima, unaweza usiweke na keki yako ikaa vizuri, lakini utatumia tu hata vijiti vya mishikaki kwenye kunani keki au doli, ukaweka moja moja, sio kuweka ndefu ya kuunganisha na keki ya ya ya juu. Baada ya hapo, nilichukua glucose ya maji, hizi zinauzwa maduka ya vifaa vya keki unaweza ukanunua pia, unaweza ukatengeneza nyumbani. Unaweza kaangalia njia gani rahisi kununua au kutengeneza nyumbani. Baada ya hapo, nikaweka keki yangu, nilipomaliza kuweka, nikaweka buttercream, nikapaka buttercream kiasi, nikaweka keki ya pili, nikapaka tena buttercream, nikaweka keki ya tatu na ya mwisho ya nne, nikaendelea na hatua nyingine. Kama una swali lolote, maoni au ushauri, weka kwenye comment, nitapitia nitajibu. Pia unaweza ukashare video hii ili na wengine wajifunze pia kama unataka kuendelea kujifunza zaidi, unaweza ukasubscribe. Halafu pia kuna video zingine mbalimbali nimeshaweka, unaweza ukapitia ukaona, ukafanyia mazoezi hivyo. Baada ya hapo, nikuja nikaweka pima maji yangu, ili kuona kama keki yangu imenyoka kwa juu, na ilikuwa imenyoka, imekaa vizuri. Kisha nikaanza kuchonga. Mimi wasichonge sana keki, nichonga tu kidogo sehemu ambazo naona hazijalingana vizuri. Kisha naendelea na hatua nyingine. Jitahidi unue vifaa hata kama kidogo kidogo, kama unapenda swala la keki: kisu cha kuchongea hiki, kile kisu cha kupakia buttercream, na chenyewe uwe nacho bezi, turntable. Hivyo vitu ni vya muhimu kwenye keki yako. Kama hivyo, nikamaliza nikasafisha keki. Baada ya hapo, nikapaka koti ya kwanza kama hivyo tunavyoona, nikapaka koti ya kwanza kwenye keki yangu, kisha naendelea na hatua nyingine kwa video mbalimbali nimeshaweka za kupika na kupamba keki aina tofauti tofauti, na pia kupamba keki tofauti tofauti. Unaweza ukaangalia ukaona, kama unapenda swala la keki, fanyia mazoezi basi. na kwa hivyo hapo nikapaka koti ya kwanza kwenye keki yangu. kama buttercream yako ni ngumu sana unaweza ukachota kidogo kwenye kwenye container au kwenye bakuli, ukaweka maji kiasi, halafu baada ya hapo ukachanganya vizuri, ndio kaja kuweka kwenye keki yako maana baada ya krimu ikiwa ngumu sana huwa ishike kwenye keki. Na pia jitahidi keki yako, unaweza kuweka kwenye hicho kifuko kama nilichotolea mwanzoni hapo kwenye keki, au vifuko vya mkate hivi. Vinasaidia kufanya keki yako iwe laini na isikusumbie wakati wa kuchonga, na pia inafanya keki yako iwe laini sana. Baada ya hapo kaja nikachukua bezi nikaweka. Umeona nimechukua hicho kiboksi, kama una zile separator. Kama hivyo tunavyoona kwenye video yetu, kama hivyo nikachukua hicho, hiyo nimeitumia kama separator. Nimechukua boksi langu zuri safi nikachonga kulingana na ukubwa wa keki hiyo ni inchi tano, nikachonga duara ya inchi tano. Baada ya kumaliza kuchonga nikatoboa katikati ambapo dole linaweza kupita, kisha nikaanza kuweka keki zangu kama hivyo. Nimeanza nimeweka buttercream, nikaweka hicho kibox, nikaweka buttercream, nikaanza kuweka keki. Baada ya keki moja nyingine, naweka buttercream paka zote, ambapo nilivyokuja kumaliza kama hivyo. Baada ya kumaliza, nikachonga vizuri hapo, nilipima kuona kama imelingana au haijalingana. Baada ya kumaliza, nikaanza kuchonga vizuri sehemu ambazo zimezidi ili keki yangu iweze kunyooka na wakati napaka koti ya kwanza isinisumbue, ikae vizuri kama tunavyoona kwenye video yangu. Baada ya hapo, nikasafisha kama hivyo kwa ajili ya kupaka koti ya kwanza. Hapo unaweza kachomeka vijiti moja kwa moja au waje. Hapo nilikuja nikaangalia keki yangu inaweza kakomea wapi wa kwenye urefu. Hiyo ni doil zinauzwa maduka ya keki. Baada ya hapo, ili kunirahisishia kunani kuinyanyua, ukishamaliza kuipamba, kile kidole nilikuja nikakichomekea katikati kwenye lile tundu liliokuwa kwenye ile separator ambayo nitengeneza mwenyewe kama hivyo. Unachomeka, jitahidi itokezee katikati, ili keki yako isitoke imepinda, imekaa pembeni. Baada ya hapo, nikaanza kupaka koti ya kwanza kwenye keki yangu. Paka koti ya kwanza mpaka nilivyoona keki yangu imekaa sawa sawa, nikaendelea na hatua nyingine. Mahitaji yangu ya kupamba kwenye keki nimeweka yako pembeni, batakrimi yangu iko tayari, maua na vitu vyote ambavyo nitaweka kwenye keki viko tayari kwaona, kwa najua kabisa kwamba napamba keki ya aina gani. Kama hivyo nilikuwa namalizia kupaka koti ya kwanza kwenye keki ndogo hapa Ishamaliza kama hivyo, unaendelea na hatua nyingine. Separator zinauza maduka ya keki. Sasa kuna keki za emergency, unakuta umeishiwa, kwa kuna vitu vingine unatakiwa unajiongeza ili upate hiyo hela. Kama hivyo, koti ya kwanza nimemaliza kwenye keki, naendelea na hatua nyingine. Hapo nikuja nikaanza kuweka vijiti vya mishikaki kwa ajili ya kubalance keki kama hivyo, na baada ya hapo nikasawazisha, hapo nikasa baada ya kumaliza nikaja nikaanza kupaka sasa koti ya pili kwenye keki yangu. Nilitumia rangi nyeupe pamoja na pinki kidogo. Rangi ya pinki sina hivyo, nimetumia rangi nyekundu nikaweka kidogo kwa mbali sana, kisha nikaendelea kuchanganya na kuja kuipamba kwenye keki yangu. Video inaenda haraka haraka kwa sababu video za kupaka buttercream kama kawaida ziko nyingi sana hapa kwenye chaneli yangu, unaweza ukaangalia kama hivyo anza kusawazisha, sawazisha na kitana, imekaa sawa, nikiendelea na kitana nyingine. Kama una swali lolote maoni na ushauri, weka kwenye comment. pia kama unapenda kuanza biashara ya keki, jitahidi sana kufanya mazoezi, jitahidi kujifunza kupamba vizuri, jitahidi kufanya keki zako unapika zinakuwa tamu, laini, zimechambuka, ili kuwavutia wateja wako. Kama hivyo nasawazisha keki yangu ikawa sawa kama tunavyoona, nikuja nikajitahidi nilinganishe ili isitoke vibaya. Unaangalia kama ni kwenye mstari kabisa, mstari huu naishia hivi, na hivi, na hivi. Baada ya hapo, nikaweka pembeni. Kumbuka hii keki sijaiwekea katikati, kwa nitaweka baada ya kumaliza kuipamba. Kama hivyo, baada ya kumaliza nikuja nikaitoa, nikaendelea na hatua nyingine, nikuja nikaendelea na hiyo keki ya pili hiyo keki ambayo nitaiweka juu, huipaka buttercream mwenyewe nilipaka yote, kuanzia chini mpaka juu, kama hivyo tunavyoona kwenye video yangu. Baada ya kumaliza hapo, nikaanza kupilisha kitana. Video hizi nina posti mara kwa mara, kwa hiyo ndio maana naenda haraka haraka ili kuokoa muda. Kama hivyo, nikaanza kusawazisha keki yangu, sawazisha, naongeza buttercream mpaka nilivyoona imekaa sawa sawa sawa kama hivyo tunavyoona. Baada ya hapo keki yangu ikawa tayari. Baada ya hapo nikachukua keki yangu nikaanza kuweka do doeli. Jitahidi doeli zisiwe ndefu sana kutokezea kwenye keki. Jitahidi iwe inalingana na keki, isizidi sana au isiwe fupi sana. Kama hivyo unaona hapo imeonekana kama ime, imezidi sana ikabidi nikukata kuipunguza mpaka ziweze kuingia ndani kidogo. Baada ya hapo, nikachukua kisu changu cha kupambia, nikachoma kwa chini kwa ajili ya kutoa keki, nikanyanyua, nikaweka kwenye keki yangu. Baada ya hapo, najitahidi kuikandamiza ili ikae vizuri, kama tunavyoona kwenye keki yangu, video haionyeshi vizuri mpaka juu. Baada ya hapo, nikaja nikaweka msalaba ambao unatakiwa kuwekwa kwenye keki, kisha nikaweka urembo kama hayo maua unavyoona kwenye video yetu na baada ya hapo nika spray dust yangu. Baada ya hapo, keki yangu ikawa tayari kama tunavyoona. Nikuja nikaongezea kama urembo kama shanga kwa chini kwenye keki kama hivyo. Baada ya hapo nikaweka na hapo katikati, unaweza ukaweka, unaweza usiweke, ila unaweza ukaweka tu kwa ajili ya kunogesha kazi yako kufanya keki yako ipendeze. Jitahidi uwe makini, maana hizi shanga ukishika vibaya, inaharibu keki yako. Baada ya hapo, kama tunavyoona, kaja nikaweka hivyo. Keki yetu imependeza, imenyoka, imekaa vizuri. Baada ya hapo tayari.